Raisi wa zamani wa Nigeria Olusegun Obasanjo, mwezeshaji anayefanya kazi sana nchini DRC, miongoni mwa wakuu wa zamani wa nchi walioteuliwa na taasisi za kikanda kuwezesha utatuzi wa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Rais wa Nigeria Olusegun Obasanjo anajulikana sana, na ushiriki wake hauko mashariki mwa DRC pekee. Hao ni wakuu watano, wazamani, wa tano wa zamani wa nchi waliopewa mamlaka ya Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC, na Jumuiya ya Afrika Mashariki EAC, kuwezesha utatuzi wa mgogoro wa mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo: raisi wa Nigeria Olusegun Obasanjo, rais wa zamani wa Kenya Uhuru Kenyatta, Mwethiopia Sahle Work Zewde Raisi wa zamani wa Jamhuri ya Afrika ya Kati Catherine Samba Panza, na Kigarema Matlase wa Afrika Kusini. Lakini katika vitendo ni mmoja tu anayeonekana: rais wa zamani wa Nigeria Obasanjo. Anakutana na viongozi wa juu katika mikutano mbalimbali. Tayari mwaka 2008 na Obasanjo Desargen aliyeongoza Nigeria kutoka mwaka 1999 hadi mwaka 2007 aliteuliwa kuwa mjumbe maalum wa Umoja wa Mataifa kuwezesha mazungumzo kati ya serikali ya Congo na National Congress for the Defense of the People CNDP, babu wa kundi la wasi la M23. Mwishoni mwa mwezi Aprili alikuwa Washington, alikuwepo wakati wa kusainiwa wa tamko la kanuni kati ya mawaziri wa mambo ya nje wa DRC na Rwanda. Rais huyo wa Nigeria wa zamani wa Nigeria hajiwekei kikomo katika ulingo wa kimataifa, pia anatafuta kuhimiza mazungumzo mapana wakati huu kati ya Wakongo, kwa njia moja kusikiliza kila mtu bila kumtenga mtu yeyote. Lusugani, Obasanjo alikutana na rais wa zamani wa Kongo Joseph Kabila mjini Harare, kiongozi wa upinzani Moise Katumbi na waziri wa zamani Mbusa Nyamwisi mjini Brussels, na kwa mujibu wa taarifa zetu, ana mpango wa kukutana hivi karibuni na maskofu wa Kongo pamoja na kiongozi wa upinzani Martin Fayulu. Ukaribu wake na rais wa sasa wa DRC Felix Tshisekedi ambaye ana uhusiano mzuri naye unamruhusu kupiga hatua katika jitihada zake. Obasanjo pia anajua jumuiya ya wafanyabiashara wa Kongo. Yeye ni mshiriki wa kawaida katika jukwaa la kiuchumi la makutano na anaunga mkono baraza la biashara la DRC, Nigeria. Pia anaongoza mpango wa Afro Champions ambao unakuza ushirikiano wa kiuchumi wa Afrika kupitia ushirikiano wa sekta ya umma na kibiashara, nafasi inayomleta karibu na Massad Boulos mshauri wa Afrika katika ikulu ya White House. Wawili hao tayari wamekutana nje ya mfumo madhubuti ya usalama kujadili miradi ya maendeleo ya kikanda. Huyo ndiye Obasanjo.